Wabunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta, migai <gibu> mtoto wa wanyonge. Na kabla niingie kwa mare, Mheshimiwa Spika, lazima ni defend na ni clarify kitu ambayo mheshimiwa mbunge ambaye amesema hapa ya kwamba chama cha ODM inaongozwa na JNC Excellency Siaya seneta

Oburodinga chini Oburodinga ni unajua kwa ODM, kama wao wako Sapanga na mdogo wake i tena naitwa kwa bedroom, Mheshimiwa speaker, Mada ililetwa hapa mamba ya mada ya natembea na mheshimiwa daktari Fredo Kengo Matiang'i. Mheshimiwa spika, mi ninarudia na ninasema kiwazi na wewe ya kwamba kama haitakuwa kwa debe, mheshimiwa natembea na Mheshimiwa Daktari Fred Matiang'i arutu kumi. Hii hakuna option nyingine. Hii hakuna option nyingine kwa sababu hatuwezi kubali Gashagwa na Kalonzo. Kalonzo angeshakuwa president 15 years ago si sahi? Wakati Kalonzo iliisha 2013, wakati alikubali babamu Uhuru Kenyatta kuwa president wa Kenya. Hapo ndio uongozi wake ilipotea. So Kalonzo, sanya virago enda pumzike. 78 years. Ili Kalonzo anataka kuleta Kenya na amejengea wake Wakamba jela. Sasa anataka kutujengea sisi jela tushikwe. <laughs> Hatuwezi kubali vitu kama hizo. Hizo hatuwezi kubali. Kama kuna mtu ako karibu na Kalonzo, ambie Kalonzo ili kitaa tunaweza kumwoa kama wa Kenya. Aenda apiganie kiti ya gavana akitu ngangana Ngilu, hiyo ndiyo anaweza fit hapo, but uongozi wa taifa la Kenya Kalonzo, ti karne hii niende kwa debe hati Kalonzo alisimama na kama rali ya kuwa president, nampigia kura juu ya nini? na Raila kupata kama yeye si ya president? oh, oh. na iy na na tuwezi kubali. Jambo la pili, Kalonzo atina ngoja, mheshimiwa na mheshimiwa mheshimiwa, eh, mkabila Amsanye tena amwambie governor Nairobi, wachukue wachukue wachukue, aenda cheza uh kwa nyumba yake. Member akisema ati kama kuna Matiangi na kuna natembea uh. oh Wacha nianze wacha, ni ni wacha, ni wacha, ni na Matiangi. Matiangi anauza gazeti Europe. Hana pesa ya kusimama na president wa Kenya. Tu natembea ni governor natanzoea. Hana pesa ya president. So angalia au <laughs> esayokumt <laughs>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

so kama mtu anatarajia mwanasiasa kuna pesa achaguliwe, hapo ndio tuna mess taifa la Kenya. So, atuchagui Natembea na Matiengu kwa sababu hakuna pesa. Tunataka yule mtu ambaye anaweza kuleta mabadiliko kiasi ndani taifa la Kenya Atembea. So, hatuendi chaguzi kwa sababu kuna pesa. Kama ni pesa Raila alikuwa na pesa, Raila ndiye alikuwa pinzani na kwa serikali na anachota serikali anachota pinzani na hapo kwa president. So pesa wewe ufanye ukue president, pesa si chanzo ya president. Awa, so lazima tusungumuze ajenda ya taifa la Kenya ako na lengo mahali niambiwe. Ati mwile mtu ambaye anaweza kutoa William Ruto ni mtu mkabila ambaye hata wakikua hamtaki. Ati, mimi pia nimesimama na kile yangu atinafuata kashagwa. Ati DCP, DCP Ruto Masugo natengenezea kashagwa hoteli ya kukulia. Watu waje ujinga bwana. Mtu ambaye amekuwa impeach lengo mwa kashagwa kwa nayo apate wabunge MCS na, na masereta kontrol, kama, kama, kama, kama, kama, kama watoto ndio apate pesa. Akisema left wanaenda left, akisema hiyo right, right. Ndio Gachagua anatafuta. So tukizungumuza tunataka yule mtu ambaye ako na ajenda, ajenda ya Gachagua ni kukuwa tajiri, so hiyo tatuwezi kubali. So mimi kama wa Kenya, naambia kama sitaona jina yanatembea kama diputi ama flagbera na sitaona Matiang'i kama diputi ama flagbera, naambia William Ruto, kura yangu ni uko nayo hiyo hey, hey, hey, hey. <tapos> hey, hey, hey. My friends tulia, ni kufundisha siasa bro. Hatuwezi fanya siasa kwa sababu Ruto masuko. Kwani Ruto masuko ni agenda? Tunataka proper agenda, na ndio maana nimesema kwamba wale viongozi wa upinzani bako na proper agenda ni wawili, Mheshimiwa Matiang'i, Mheshimiwa anatembea kama wako aruto, kura yangu uko nayo Uweje kudanganyane? Ati mimi nifuate kashagwa na Kalozu, muda amekuwa kwa serikali tangu jadi. Nini wa Kalozu amefanya? Ukambani ni maskini, muda amekuwa deputy president, amekuwa minister studio what? Everything in Kenya. Nini Kalozu hajakuwa? Huu ndio muda ametisaliti wakati alirudi alikupata kubadilisha Kenya. Nini amefanya Kenya? Kusaliti wa Kenya 207. Sasa nini Kalozu anaweza kutufanyia? My friend, Let us wake up. Wacha hii mambo ya siasa ndogo ndogo. Umepewa peni mbili hapa una, una parara peni mbili akashagwa. Kashagwa hata kupea milioni unaenda na kashagwa nyumbani kwa madhira. Madhira. Nini watuambia Kenya? Tu kashagwa ndio tukokanisha. Kashagwa ameiba ame mali ya Uhuru Kenyatta. Kashaka ametupora neti kashaka kila ame tenda kashaka. Hata hii miti si kashaka ndio alikata jangarani. Bwana ende. Deni na tuambie sahi. Hatutaki kashakwa in capital letter, kashakwa no, hata sio no. Yes. Mkenya hiyo tunasukumuza wazi, hata Uganda atuna osa, atuna wasama na jamii wasama. Yangu mimi kama mjukuu ni gashakwa personal, gashakwa sio kiongozi. Kashakwa isa milisia isa gun isa teroris isa, isa, isa alshababu <laughs> Then we unakuja kusupport kashakwa, we pia ni milisia kama kashakwa bwana. Hatuta ruhusu bunge la Jakaranda hiyo kudiscuss kashagwa iyotue, hatuwezi. Kama unataka kujadili kashagwa kwa nyumba yako, leta mtu mwingine akini kashagwa discuss kwa nyumba yako hiyo, tumedil leo kashagwa. Ukitaka ajenda ya kashagwa kwa nyumba yako peke yako. Hapa hatutaki ajenda ya kashagwa. Kashagwa ndio main problem ya Mkenya hiyo, tuwezi kubali hapa mtu anasema Nairobi no. ikue Nairobi ikue, ikue kabila moja Kwani hii Kenya hii hi Nairobi ni ya Kashagwa? Hata Uhuru Kinyata hakuwezi mama kusunguzo pusi kama hizo, hadi Kenya lazima kweli na Nairobi lazima kwa Kikuyu. Mtu useless Uhuru amechagua songo, kwani Uhuru Kinyata alikuwa mjinga? Uhuru akanominate aka akaja akakuwa senator akanominate, alikuwa Uhuru alikuwa mjinga? So huyu mtu ambaye anafanana na na ngiri tu anataka kutupanga na yule bana Hawezi ibia baba yangu Uhuru Kenyatta, then kuja kutupanga Nairobi. Lazima tuambie Gashagwa mahali ambapo anatosha. Mimi nasema Gashagwa kama me, kama me, karibu aue au Chairman Maina Jenga na mnimukukui mwenzao. Then wewe umetoka Lake Victoria unatuuzia jenda ya Gashagwa Nairobi. Enda madhira kuwakeuza ajenda, uuze kwa nyumba yake. Gashagwa hawezi kusumbua chairman. Anataka kuwa chama na Maina Njenga, anataka kuibia Mama Ngina, anaibia Raila Odinga, anaibia Mkenya, then unaleta ajenda ya Kashago. My friend, discuss Kashago kwa nyumba yako na bibi yako, nifunge nyumba yako na padlock. Tukikusikia tunabomoa, tutakutandika kweli kweli. Anataka ajenda ya Kashago hii Kenya.